Unamwelimisha mama unachukua mama, tufanye tufanyeki. Hapana, unipendi, unipendi hasa. Kama ningekuwa sikupendi, ningetoa mang'ombe yote yale? Ningekuwa sikupendi, ningewacha watu wa dada zangu ambao nilisoma nao wengine na nini, nikaja kukuoa wewe? Nakupenda sana, ila nataka tufike mahali kwamba kuna kipindi cha, cha mpito. Kuna kipindi mpaka wanaume Umewahi kuishiwa mpaka ukachukua nguo zako zote kusachi, kama kuna kutakuwa mahali uliacha buku <laughs> una kipindi unajikuta yani, halafu Mungu alivyowaajabu unakuja kukutana na suruali moja ina shilingi elfu kumi. Ai, unavyoshangilia hey, hey, kumbe likuwemo! Hey, hey. Kuna kipindi cha kuishiwa. Kuna kipindi unaishiwa mpaka kumwaga mke wako nyumbani Unaona aibu humwagi kwamba naondoka, unavaavaa unaka kama unazugazuga hivi, kama vile unazunguka upenuni hivi, unajinyosha una, una nyosha sha! Mama najaribu kusema hei, alikuwa nazunguka upenuni huku upenuni <laughs> mtu nimeshafika mbauda <laughs> menda kutafuta chochote kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo kuna wakati kunapitia mazingira magumu Umu kabisa, lakini unaishi na mtu hatambui maisha magumu, hatambui wale wamama wa, wa mikoani kule, ukiachana na Waarusha Arusha, anaweza akakuomba hela jioni ukamwambia sina, mkalala asubuhi saa kumi na moja anasema kwa hiyo siwezi kupata hela ya nani? Yaani jioni ulimwambia sina alfajiri saa 11 anakuamsha, nasema siwezi kupata nani? hasi najiuliza, mke wangu, kwenye ndoto ndio nilikuwa naota, niko kazini, lakini ile kazi ya ndoto hailipi kwamba nitapewa pesa taslimu. Ni kweli, nawezekana ulinisikia nikiwa kwenye ndoto, nasema beba, sogeza, fanya hiki. Sasa sifikiri ndo nimepata hela ndo uje kuniomba alfajiri. Wale wa mama wa mikoani ni shida ninafuapa Arusha wasumbui? <laughs> wanaume hata wa hapa Arusha wanasumbua, eh? hawa wa Arusha ukiwa ukiwa umekaa karibu na mke wako usiseme wanasumbua, sema hapana. <laughs> maana mnaweza mkaonana nyumbani, alafu shughuli kawa nyingine. <laughs> Yani, ukiona uko na mke wako pembeni, kausha kama vile swali alikuhusu, kama vile hujalielewa. Nasema hawa mama wasumbufu hapa Arusha wapo. <laughs> Haleluya! <Hallelujah. Hallelujah. laughs> wamama wasumbufu hoye, ina <laughs> ina maana Wamama wote tulioko hapa huwa tunajua kuna wakati wa kupata wakati wa kukosa. Tunajua hilo. Kuna wakati wa kuishiwa na wakati wa kufanikiwa, wakati mwingine, ili familia yako mvuke, kuna wakati mtapitia kipindi kigumu, lakini kivumilie, ni cha muda kwa sababu hakuna mtu Mungu alimpangia ataishi maisha magumu wakati wote, hapana. Kuna wakati hela inagoma Wanaume, nasema uongo? kuna wakati hela zinagoma, unakaa dukani wanakuja wakukopa tu, na wenyewe una mashaka nao. Umeenda, hakuna aliyenunua chochote, unarudi nyumbani umeenda hakuna, na na mwenye duka mwenye uliyepanga kwake, ada pango linasoma tu. Unajua, bora upange nyumba kwa mtu aliyewahi kufanya biashara, anaelewa kuna kupanda na kushuka. Wako watu wanachojua ni kujenga nyumba na kukata feremu, hawajui biashara, kuna wakati zinagoma. Kwa mfano, ukiwa dereva unaendesha kwa tajiri aliyewahi kufanya kazi ya udereva utafanya kazi vizuri. Wachache wale ambao ni malimbukeni wakipata wanasahau walikotokea, lakini wengi wao wanaelewa kwamba kuna wakati wa kupata na wakati wa kukosa. Umempa kijana bodaboda boda? anarudi na shilingi mia tatu nani elfu tatu, wanasema hamna. Sikuelewi kabisa, sikuelewi. Mkataba wetu elfu saba, kila siku wewe. Kuna wakati wanakaa pale vijana wa bodaboda ni jua tu, hakuna mtu aliyesema hey, hey, hata hizo elfu tatu wamechukua kwenye akiba yake. Kwa hiyo kuna wakati mtu anapitia vipindi vigumu, lazima uwe mwelewa. Wana wa Israeli wanadai nyama safarini, wanadai vitunguu saumu safarini, wanadai matikiti safarini. Hawajui kwamba kuna kipindi cha mpito ambacho mnaweza mkakipitia kwenye familia. Mama kikubali, ukifika wakati huo mgumu Vumilia, nguo mulizovaa mwaka jana azija chakaa, vaa tena mwaka huu sioho. Sikukuu hii mimi sijui ndio kabisa, yani siapata hata gauni, siapata hata viatu, wakati ya mwaka jana iko vizuri. Kwanza mjini, ngoja niwaambie mjini, ukivaa nguo mpya wakati wa sikukuu tunakujua we ni mshamba, ni mwana kijiji. Amen. Mjini unahangaika na nguo mjini

yeye yeah, ndo amevaa kanguo anafikiri unamwangalia. Kumbe we macho yako kwa Mgogo, wala hushughuliki na mjini. Hakuna mtu anashughulika na mavazi yako, ndio maana mjini wakati wote tunapiga pamba. Ukipata hela mwezi wa nne, pamba. Ukipata mwezi wa saba, pamba. Ukipata mwezi wa kumi na moja mwanzoni, pamba. Ukipata... sisi hatuna muda kwamba zamani. Ndio maana sikukuu kijijini zilikuwaga tamu. Kwa nini unanunua nguo mwezi wa sita ya kuja kuvaa Krismasi inaka kwa nini sikukuu isiwe tamu? Maana ilikuwa kila siku, ikifika mwezi wa saba unawaangalia nguo yako unaiweka, ikifika mwezi wa tisa unaiangalia unaiweka. Wengine ndio anafika mwezi wa 12 kanenepa, nguo alinunua kiwa mwembamba, amevaa sasa kana kaa, utafikiri anaenda kuchomelea vyuma. <laughs> kwa sababu wakati mwingine tulikuwa tunanunua mchele m, u, wakati ule wa kilimo mwezi wa sita wa saba, wakati wa mavuno hapo na mke wangu anafanya biashara ya mchele, mkihitaji mchele mzuri we niagize tu, tutakutumia. Sasa mnanunua mchele wakati huo wa mwezi wa saba, wakuja kula Krismasi. Kwa nini usiwe mtamu? Mmeusubiria miezi yote hiyo, wakati mwingine mlikuwa mnalala njaa, mchele upo huo, ni wa Krismasi. Yaani jogoo anafugwa hapo nyumbani Mbizi ushare iko pale mlangoni mnatupilia majivu ya Krismasi. Sijui jogoo analindwa kuliko Mama Samia jogoo anavyolindwa wa Krismasi. Kwa nini hiyo nyama isiwe tamu? Hai siku hizi unaweza ukaweka jogoo eti, eti wa sikukuu Wakati tukitoka hapo nje kwenye viboksi mama kuku yamekatu, watu. Watu wanakula kuku kila siku asubuhi, jioni chipsi si nini. Mjini wakati wote ndio maana wanakijiji wakifika wanasema mjini wakati wote sikukuu. Maana ni kuku pilau, kila siku kuku. Kwa sababu mjini watu wanakula wakati wote wakipata. Hasa wewe umepaniki, eti mume wako hajakununulia nguo, mtu mzima. Mjini watu hawawazi nguo, wanawaza uwekezaji wanawaza kufungua duka kwa maisha yao ya mbele, wanawaza kununua viwanja kwa maisha yao ya mbele, wanawaza kufanya biashara kwa maisha yao ya mbele. Wewe ndio unawaza nguo ya sikukuu. Alafu naishi Arusha, wanasema mji wa wajanja, kumbe upo uliye zubaa. Kwa hiyo kuna kipindi cha maisha magumu, lazima ukikubali. Wana wa Israeli hawakuwa tayari kukukubali kwamba tunapita tuko safarini. Wanataka nyama, wanataka pilau, wanataka vitunguu saumu. Wanataka mama. Umekutana na, umekutana na mama ambaye yani hajui kama kuna kuishiwa, hajui kama kuna kupata, anakuwa kama mtoto. Kwa hiyo wakati mwingine mwelewe kwamba kuna wakati mume wako anaishiwa chaka chaka ndio maana hapo katikati niliwaambia, nanyie jishughulisheni, ili mimi huku. Mambo ya Kigoma, amjaziona timu timu za mpira mastreka, kama hawafungi, kuna wakati beki anaenda mbele, unakuta unasema goli limefungwa na beki. Wakati nanyie mabeki zetu mwe mnapanda mbele Ukisikia kona uende na ukafunge kwa kichwa. Hasa mabeki wetu, mnakaa tu kusubiria tuku nani? Jamani, wakati mwingine nanyie fungeni. Amen. Na sisi wanaume wakati mwingine tunapenda surprise. Napo napo jihisi nimeishiwa, kwa sababu mwanaume kama hana hela anajulikana tu, mwendo unabadilika. Unajua, mwanaume akiwa na hela kuna miondoko. Unajua, hela inabadilisha mwendo hey. Ndio maana waangalie wazee ambao wamestafu wame wametumia pesa zao vibaya, angalia mwendo wake, alafu angalia na wazee wastafu ambao pesa zao wamezitumia vizuri, mwendo wake. Ni vitu viwili tofauti. Yule mstafu aliyekula hela zote, halafu maisha yamepinda, anahisi kila mtu anamcheka Okay, ukimwangalia unasikia wewe unazo wewe unazo. <laughs> unamuuliza kitu gani, watu? kwa sababu wakati wote anajishukushuku. Kwa ukiona wakati mwingine umesoma inaonyesha huyu mwanaume hana hela, msurprise, mambie mume wangu hey, hebu shika hiyo elfu ishirini hey, yani, weka tu humo mfukoni emergency <laughs> Nakwambia mume wako atakusamehe zambi zako zote, umempiga ka surprise, umempa elfu ishirini kwamba shilingi ngapi? Hivi mnafikiri sisi wanaume hatufurahi kupewa? Ukipewa na mke wako, nawe unajisikia furaha. Amen. Tunaposema mwanaume hapaswi kulelewa hatumaanishi hapasi kupewa support tutakuwa waongo kwa sababu biblia inasema nitakufanyia msaidizi anaposema msaidizi sio msaidizi wa kula hela ulizotafuta ni msaidizi pia wa kutafuta hela mimi nikitafuta mia mbili yeye atafute mia na hamsini mimi nikitafuta laki moja yeye atafute elfu ishirini ili nyumba iwe na laki moja na ishirini lakini siku hizi mama akiwa na laki tatu baba ukawa na laki mbili, hiyo familia ina laki mbili, haina laki tano, kwa sababu pesa za mama hazijawahi kuhesabiwa sehemu ya familia. Hao viumbe sijui wakoje, kasoro hawa wa Arusha hawana shida, wale wale wa mikoani kule, yaani viumbe hawa sijui wakoje. Pesa yao ni ya kwao, ya baba, ya familia, akiwemo na yeye Sisemi hivi, nikisema hivi maana yake namaanisha uh, wamama wote ndio hao nao wasemaje? Hapana. Nilisema hapa kwenye semina kwamba kuna wamama wanaolea familia. Yaani kila unachokiona pale nyumbani ni mama kafanya. Baba yupo tu anakaa kwenye kwenye kwenye mabarabara huko kuhesabu magari ya watu. Eh, huyu aliyepita ni Victor, Victor huyo. Eh, huyu aliyepita hapo, nimesema nani? Eh, huyu ndio yule mwanasheria yule, ndio yule. Na nimemwona atakuwa anenda mahakamani. Kusafisha viatu. Niliwambia jusi hapa, hata matajiri mnaowaona duniani, wengine walianza kuuza karanga, wengine walianza kufanya tubiashara tudogo tudogo, mpaka leo ni mabilionea. Walikuwa tuna discipline kwamba hela yangu nayoipata ntakuwa naweka kidogo kidogo, naweka kidogo kidogo. Hasa wewe bado naanza maisha, umaraya hapo hapo, sijui virevi hapo hapo, alafu nataka kuendelea Unafikiri wanawake watakuonea huruma? Labda wa Arusha, sehemu zingine wanawake hawana huruma. Pamoja na pesa yako uliyopata kwa kutwanga matofali, anataka yote. Mshahara wako ambao anajua kabisa una mke una watoto, anataka mshahara wote. Wakati mwingine niliwambia, nanyie maraya, wakati mwingine mwage na kahuruma kwa mbali huyo mwanaume kweli umempata? Ni mume wa mtu huyo, ni buzi lako, ndo linakulipia pango la nyumba, linakulipia kitu gani, linafanya kila kitu. Lakini na wewe angalau wake na ka, ka, ka huruma kwa mbali, kwamba huyu ni mume wa mtu. Anapoleta mshahara wote, muulize mwenzangu, umemwachia ngapi? Maana yuko mume wako, mke wako, mimi ni jambazi tu, yuko naye kufulia nguo na kukulelea watoto, anafanya kila kitu. Mimi ni jambazi tu, nigawie kidogo mimi jambazi, zingine mpelekee dada Wamekataa, mwone huruma. Unajua, kuna wanaume akipenda mahali anakuwa kama, anakuwa kama zezeta anaitika tu e, mshahara wote naleta naleta naleta, na mwezi na na ujao na wenyewe hata ule mwingine naleta. Sasa angalau wewe unasema ho, tayari huyu tayari ashakuwa zezeta. Mabi apana, mboni menipa nyingi, mperekee dada alelya. <laughs> <Hallelujah>. Kwaiyo <coughs> la kwanza epuka mkua mnung'unikaji na mnani. Namnani mraramikaji kabisa.